P mm, ilikuwa ni Mauritius, Kenya, Zambia na Tanzania mm. Favorite hapa alikuwa ni Zambia yeah, zaa ah, Simurambo nani mm. tukenda kucheza na, na Mauritius kule kwao mm. tukapigwa mbili moja mm. wakaja Dar es Salaam tukapiga nne mm. bila mm. Tukacheza na Kenya tukaenda mm. kwao, wakatupiga tatu moja mm. tukaja hapo wanja wa Taifa wakapiga tano bila <laughs> Wakaja Zambia ukapiga moja bila. Tunaenda kwao sasa, wanashasema wanatupeleka kumalizia na wao, najua kwamba ndio mechi ya mwisho lazima watumalize. Eh, no, ya. yes. mm. <laughs> mgeni wa rasmi ni rais na atoki mtu hapo hapa, chomoke basi. Tukapelekwa kule bwana, tumefika bwana, sisi tunachodai pale ni tutakiwa angalau draw mm lakini wanatakiwa tupige. mm. Alafu tukitoka draw tunaenda penalty. Piga cha pili, tumecheza mpaka full time, washatupiga moja eh bwana, Alex Tola bwana, dakika kumi na tano washatumaliza golikipa Pondamali ndio bwana, alisema jamani, tukazani hapa bwana, tukazani kweli, tunakwenda sasa. Fullback wakati huo alikuwa ni Hasani Zito kutoka Zanzibar ya kushoto mm. Sasa watu wamecheza kusema jamani anavyopeleka kajoli, ingia kule ndio utamaliza shughuli. Mm. Sasa na kajoli nitakuja kupa stori, aliingia je, national team? Sasa wakati tumecheza hafu ya kwanza imeisha. Mm. Hafu ya pili jamani tukazani basi angalau tufunge. Kwa ndamaana yasema tufunge hapa, mimi penalty haziwezi kuingia zote. Yes. Nitafuta angalau moja au mbili. Mm. Kwa hiyo tukazani, haya bwana, piga piga piga piga piga. Nikatoka kona kule kwetu mm. Kapigwa namari kupanchi katua nguni kwa ngurungu. Yes. Ngurungu yani kani katika kuokoa, sio kwamba alikuwa na pasi anaokoa mpira utoke kwenye eneo letu uende. Sasa kumbe defense yote ilikuwa imehama, ime, imekuja kwenye half. After goal, yes. Amebaki pitatini na defender wawili akiwa ameweka huku na huku mm. Sasa nani ngurungu alipopiga ule mpira mm, ukatua kwenye hafu ya huku, kwa hiyo hamna ofside Yes. Tina kaanza kuondoka. Huyu mm. mmoja nilishamwacha amebaki A na mmoja. Mmoja naye kampiga chenga ma... Kaunda, kule alikuwa na kitambaa cheupe unaambia na kile kajifuta mpaka akona basi.